Miaka kumi na tatu toka aondoke madarakani, Nicolas Sarkozy anakuwa rais wa kwanza wa zamani wa Ufaransa, kwenda kutumikia kifungo cha miaka mitano jela. Sarkozy, maarufu kama Sarko, anatupwa gerezani kwa tuhuma za kuhusika katika ufisadi wa milioni ya fedha aliyopewa na aliyekuwa kiongozi wa Libya, Kanali Muammar Gaddafi. Kiongozi huyo wa zamani, amehukumiwa kifungo hicho baada ya kupatikana na hatia ya ufadhili haramu wa kampeni za urais mwaka elfu mbili na saba. Adhabu hiyo inaenda sambamba na amri ya Mahakama Kuu ya jijini Paris, inayomtaka Sarkozy alipe faini ya dola za Kimarekani laki moja na elfu kumi na saba. Hukumu hiyo inamaanisha kwamba Sarkozy ataendelea kusota jela hata kama akiamua kata rufaa. Waendesha mashtaka wamedai kuwa Sarkozy ambaye aliiongoza Ufaransa kati ya mwaka elfu mbili na saba na elfu mbili kumi na mbili alipewa fedha hizo na kiongozi wa Libya wa wakati huo, Muammar Gaddafi, akimwahidi kuwa angemsaidia kusafisha jina lake mbele ya mataifa ya Ulaya. Inaelezwa kuwa Sarkozy alijichotea fedha na kisha kuzielekeza katika kampeni zake za kuwania urais mwaka 2007. Uchunguzi wa kesi hiyo ulianzishwa mwaka 2013, miaka miwili baada ya mtoto wa Gaddafi aitwaye Saif al-Islam kumtuhumu Sarkozy kuchukua mamilioni ya fedha kutoka kwa baba yake kwa ajili ya kufadhili kampeni zake. Kwa upande wake, Sarkozy ameikosoa hukumu hiyo akisema kuwa inalenga tu kumchafua wa kisiasa.